Kwa furaha hii hapa simulizi fupi kuhusu kuku mwingine mjanja anayetumia ujuzi wake wa kuhesabu mahindi kupata biashara na faida. Kuku, hesabu na biashara ya mahindi. Katikati ya soko la kijiji cha ujuzi palikuwa na kuku mweupe aitwaye Dodo. Dodo hakuwa kuku wa kula nafaka hovyo, alikuwa mfanyabiashara mwenye kipawa cha ajabu, uwezo wa kuhesabu mahindi kwa kasi ya ajabu. Wafanyabiashara wengi walipoteza muda wakipima mahindi kwa kutumia vikombe na vijiko, mara nyingi wakikosea au kuongeza hovyo. Dodo aliona fursa. Alimwendea Bifaya Kidege, mfanyabiashara mkubwa wa mahindi, na kusema kwa kukohoa kidogo: Kidege, unatumia muda mwingi kupanga gunia, mimi ninaweza kugawa mahindi yako kwa mahesabu ya uhakika kwa kasi ya mkono. Kidege alicheka kwanza, lakini Dodo alipompiga changamoto alichukua mchanga na kuchora miraba kwa haraka. Dodo alikusanya mahindi kumi kumi kwa kutumia mdomo wake na kuyapanga katika miraba. Kila mraba ulikuwa na mahindi mia moja, mia moja bila kasoro hata moja. Mahindi elfu moja kamili katika dakika moja na nusu, Dodo alitangaza kwa fahari huku akitikisa mkia. Kidege alishangaa, hii ni ajabu! Nitakulipa chembe tano za dhahabu kwa kila gunia utakalonihesabia. Dodo alikubali. Haraka tangu siku hiyo, kuku Dodo alibadilisha kazi yake. Badala ya kuchimba ardhini, alikaa juu ya meza ndogo karibu na bihaya kidege. Wafanyabiashara wote walitaka huduma yake. Alihesabu mahindi elfu tano kwa ajili ya harusi. Alihesabu mahindi kumi na mbili elfu yaliyokuwa yakitumwa kwa jiji Alitumia mfumo wa kuhesabu kwa vigae vya mawe. Kila kigae kidogo kilikuwa mahindi kumi, na kigae kikubwa kilikuwa mahindi mia moja. Dodo hakupokea mahindi kama malipo, kwani angekula faida yake. Alipokea pipi za shaba na viatu vidogo vya ngozi kwa kazi yake. Baada ya miezi michache, Dodo alikusanya utajiri mkubwa. Alinunua kiota kipya kilichojengwa kwa mbao za kifahari na kuajiri ndege wawili wa kware kumsaidia kuweka mawe yake ya kuhesabia katika utaratibu. Kuku Dodo alidhihirisha kwamba akili na ujuzi wa pekee ni bora kuliko nguvu. Alitumia hesabu yake si tu kuishi, bali kufanya biashara yenye faida na kuwa kuku tajiri zaidi katika soko. Je, unataka kujua ni kwa jinsi gani kuku Dodo aliweka hesabu yake ya vigae vya mawe ili asipoteze hata chembe moja?